Nilisoma wakati fulani kuhusu uzinduzi wa jengo jipya la kanisa. Jengo hili rahisi lilikuwa lilikuwa ni jambo la kushangaza kidogo. Lilikuwa limesimama juu ya kilele cha mlima katikati ya msitu, na kama ungeuliza kuhusu hilo eh, nadhani ungekuwa umeshangaa zaidi kama mimi nilivyoshangaa kujua kwamba lilijengwa na wana wa mganga wa kienyeji wa eneo hilo ambaye aliwawa kutokana na mzozo wa kikabila eh. Basi wanawe walimjia Kristo na na, hata ingawa walikuwa wamezungukwa na utamaduni wa kutokuamini, walijenga hili jengo la kanisa, na kanisa lililokuwa likikutana humo lilikuwa likikua kwa utukufu wa Mungu. Sasa hebu ni kuambie, kama ungekuwa hai katika karne ya kwanza, ungekuwa umeshangaa kuona kanisa la Agano Jipya likistawi katika mji wa Antiokia. Antiokia ilikuwa umbali wa takriban maili mia tatu kaskazini mwa Yerusalemu. Antiokia iliitwa malkia wa miji ya Mashariki, na hiyo ni kwa sababu ilikuwa mji wa anasa. Ulikuwa na utajiri mwingi. Barabara yake kuu ilikuwa imepambwa kwa marumaru, ikiwa na nguzo nzuri pembeni. Ilikuwa ndiyo mji pekee katika dunia ya kale ambao barabara zake zilikuwa na mwanga usiku. Na hiyo ni kwa sababu mji huu ulianza kuchangamka kwa kusema kweli, wakati wa usiku. Mbio za magari ya farasi, kamari, ukahaba, yote yalikuwa halali. Yote hayo yalikuwa maarufu sana Antiokia. Kwa kweli dini kuu ilikuwa pale kwenye hekalu la Dafne na haikuwa kitu kingine mbali, ni washerati kwa jina la mungu huyu wa kike. Antiokia ilikuwa kile ambacho unaweza kuita mji wa dhambi. Dhambi yoyote, mungu yeyote, starehe yoyote, ilikuwa karibu tu, unaweza kufikia kwa kutembea na hebu nikuambie, kama kulikuwa na mji katika dola la Kirumi ambapo usingewahi kufikiria injili kuchukua mizizi na kanisa dogo kujengwa, basi ungefikiri ni pale Antiokia. Sasa tunapoingia katika Matendo kumi na moja tunagundua mfano wa kushangaza wa neema ya Mungu, mfano wa kuishi kwa kumcha Mungu katikati ya utamaduni usiomcha Mungu na kwa kweli ni mfano mkuu wa jinsi kanisa la agano Jipya linavyopaswa kuwa. Na hivi ndivyo ilivyoanza pale Antiokia. Mstari wa 19 unatueleza, "Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya mateso yaliyotokea kwa ajili ya Stefano walifika hata Foinike na Kipro na Antiokia, wakiwahubiria neno la Mungu watu wa kiyahudi pekee. Sasa kile ulicho nacho hapa ni waumini waliotawanyika kutoka Yerusalemu kwa sababu ya mateso yaliyotokana na kuwawa kwa Stefano kwa kupigwa mawe. Na hao Wayahudi waliotawanyika sasa wanapeleka injili kwa Wayahudi walioko kwenye kisiwa cha Kipro na kaskazini mwa pwani ya Foinike na kisha hadi Antiokia. Kama waumini wengine wamejaa furaha kwa yale Yesu aliyowatendea katika maisha yao na wanataka wengine wasikie ujumbe huo. Mstari wa ishirini unatueleza kwamba baadhi ya waumini hawa waliowasili Antiokia walianza kuwahubiria hata watu wa mataifa injili. Matokeo yake ni ya kushangaza sana. Mstari wa ishirini na moja unatueleza mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao na idadi kubwa ya wale waliomwamini walimgeukia Bwana. Sasa basi, waumini hawa wapya wote watapaswa kufundishwa mafundisho sahihi jinsi ya kuishi kama Wakristo. Jinsi kanisa la Agano Jipya linavyopaswa kuendeshwa. Hawana nakala za Agano Jipya. Hiyo bado inaandikwa. Naam, Bwana atatumia wanaume wawili hasa kuanzisha kanisa hili jipya kulingana na ukweli. Mtu wa kwanza ni ni Barnaba, na wakati kanisa la Yerusalemu linasikia kile kinachoendelea huko huko Antiokia, wanamtuma Barnaba o huko, na kama tumejifunza tayari, Barnaba ni mtia moyo. Sasa hapa katika mstari wa 24 inatuambia kwamba kwamba Barnaba alikuwa mtu mwema aliyejaa Roho Mtakatifu na imani basi sasa hapa katika mstari wa ishirini na tatu tunaambiwa kwamba Barnaba alifika Antiokia na akaona neema ya Mungu. Sasa anaonaje neema ya Mungu? Anaiona katika watu wanaokuja kwa imani kwa Kristo, anaona neema ya Mungu katika kujitolea kwao kumfuata Bwana, anaiona katika kujali kwao marafiki na wanafamilia wao waliopotea anaiona katika jinsi wanavyohudumiana wao kwa wao. Anaona neema ya Mungu ikifanya kazi, na lazima nikuambie amefurahi sana kuhusu yote haya. Anawaagiza hapa katika mstari wa ishirini na tatu wabaki waaminifu kwa Bwana kwa kusudi thabiti. Mstari wa ishirini na nne unaongeza, watu wengi sana wakaongezwa kwa Bwana. Hii inamaanisha kwamba kanisa hili dogo hapa Antiokia linakuwa na, nakuambia mji wa dhambi hautakuwa kama ulivyokuwa tena. Sasa Barnaba haoni tu neema ya Mungu bali pia anahisi kuna uhitaji wa msaada zaidi, na hili linatuleta kwa mtu wa pili muhimu katika ukuaji wa kiroho na maendeleo ya kanisa hili, na jina lake ni Sauli au kama tunavyomjua Paulo. Mstari wa 25 unatueleza tu kwamba Barnaba alikwenda Taso kumtafuta Sauli na alipompata akamleta Antiokia. Sasa mara ya mwisho tuliposikia kuhusu Sauli ilikuwa alipotoroka kurudi kwao Taso. Watu kutoka Yerusalemu walikuwa wamefika pale na walikuwa wanajaribu kumua. Sasa Sauli amekuwa Taso kwa karibu muongo mzima. Inawezekana imepita miaka minane tangu Barnaba amwone Sauli. Hatuna rekodi yoyote ya kile ambacho Sauli alikuwa akifanya katika kipindi hicho, lakini tunaweza kudhani alikuwa akihubiri injili, alikuwa akifundisha watu katika eneo hili. Sasa Barnaba hana anwani ya Sauli wa Tarso. Hana namba ya simu, kwa hiyo inambidi aende huko na amtafute mwenyewe. Kwa kweli neno hili la kutafuta ni kitenzi cha Kigiriki chenye nguvu sana. Ukimpoteza mtoto wako dukani, basi huu ndio aina ya kutafuta unayoanza kufanya. Moyo wako unapiga kwa kasi, unatazama juu na chini kila korido. Hakuna kitu kinachokuteka akili, hata ile sehemu ya nguo yenye punguzo la asilimia sitini. Umejikita kabisa kumtafuta mtoto wako. Basi hiyo ndiyo dhana hapa. Barnaba alikumbuka mahubiri yenye nguvu ya Sauli. Alijua kwamba kanisa la Antiokia linahitaji mtu mwenye nguvu kama Sauli. Hivyo Barnaba akaenda na hatimaye akampata, kisha akamrudisha naye hapa kwenye mji wa dhambi na familia mpya ya kanisa inayokuwa. Mstari wa 26 unasema, kwa mwaka mzima walikutana na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Mstari unaongeza huko Antiokia, wanafunzi waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Neno Mkristo linamaanisha Kristo mdogo au mfuasi wa Kristo, na inaonekana lilikuwa jina walilopewa na utamaduni huu wa kipagani, na kwa kweli huenda lilikuwa jina la dharau lakini lilibaki hivyo, na kwa kusema kweli, nadhani ni maelezo mazuri ya kile tunachopaswa kuwa leo, yaani wafuasi wa Kristo. Miaka mingi iliyopita mimi na mke wangu tulihama kutoka Texas kwenda North Carolina kuanzisha kanisa. Kweli, tulipoishi Texas tulikuwa Texans, na kisha tulipohamia North Carolina tukawa wa Carolina Kaskazini. Vema, mpendwa, ikiwa umehamia ndani ya Kristo kwa njia ya kusema kwa imani katika yeye, sasa unaishi katika Kristo, wewe ni Mkristo sasa. Ingawa unaweza kuwa unaishi katika jiji fulani la dhambi kama hawa waamini wa kwanza hapa, tunapaswa kujitahidi kuwa tofauti. Tunapaswa tunapaswa kujaribu kuishi kulingana na jina letu zuri. Sasa tukianza hapa kwenye mstari wa 27, tunaona baadhi ya huduma ya kanisa la Antiokia. Kanisa sasa linaanza kuhudumia waumini wenzake ambao wako mbali. Hakika huu ni matunda ya mafundisho ya Sauli na Barnaba. Huu ni matokeo ya ya ukuaji wa kiroho, kufikiria waumini wengine. Sasa katika siku hizi za mwanzo za kanisa nabii mmoja aitwaye Agabo anakuja Antiokia na anatabiri kuja kwa njaa kubwa. na kwa njia, jukumu la nabii litaisha agano jipya litakapokamilika. Hakuna ufunuo mpya leo, wapendwa. Hatusubiri nabii au mtume atueleze kile Mungu anasema. Sasa tunajifunza kile Mungu amesema. Mitume na manabii walishabadilishwa zamani na wachungaji na walimu. Sasa, hapa katika kipindi hiki cha mpito, Agabo anatabiri kuhusu njaa kubwa, na Wakristo wa Antiokia wanatambua mara moja kwamba ndugu wanaoteswa kule Yerusalemu na Yudea hasa watakuwa na uhitaji mkubwa wakati wa njaa kama hiyo. Kwa hiyo mstari wa 29 unatueleza wanafunzi waliamua kila mmoja kulingana na uwezo wake kutuma msaada kwa ndugu waliokuwa wakiishi Yudea. Hebu niwaambie wapendwa, hawakuamriwa kufanya hivi, kuchukua sadaka hii maalum. Hii ni mwitikio tu wa moyo wa kumcha Mungu. Uko tayari kuwasaidia watu wengine? Ni alama ya ukuaji wa kiroho. Hivi ndivyo unaweza kuona neema ya Mungu ikifanya kazi katika maisha yako mwenyewe. Sasa unaweza kufikiri kwamba kuishi mahali kama Antiokia, mji wa dhambi, kunaweza kuzuia kanisa kukua. Unaweza kufikiri kwamba kwamba inaweza kuwazuia waumini kukua kiroho katika maisha yao matakatifu. Wapendwa, uhitaji uhuru ili kustawi. Uhitaji utamaduni safi kuzunguka wewe ili kuishi maisha safi. Na hawa waumini wa mwanzo hapa wanatuonyesha kwamba inawezekana hata katika mji kama huu, inawezekana kuishi kulingana na jina lako Mkristo. Naam, hebu tuishi kulingana na jina letu leo.